Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu, watoto wa madrasa, wazazi na watu mbalimbali, wakiwa katika hafla maalum ya tukio kubwa la usomaji wa Qur'an tukufu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 ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Bakwata wilaya Mtwara, ambepia, ya Mtwara ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya tukio hilo muhimu. Hapa amefafanua zaidi. Leo tulikuwa na miongoni mwa tukio kubwa la mashindano ya Qur'ani katika mji wetu huu wa Mikindani, mashindano ambayo zilihusisha madrasa kutoka mikoa mbalimbali na wilaya zake zikianzia na hapa katika mji wetu wa Mikindani lakini si washiriki tu kushindana, pia kulihudhuria na mashehe kutoka mikoa mbalimbali mbali, kama vile shekhe wa mkoa wa Lindi, mzee wetu shekhe Muhammad Saidi Mushangani, shehe wetu wa mkoa huo Mtwara, Alhaji shekhe Jamali Chamwi na shehe wetu wa wilaya, lakini pia kadhi wa mkoa mzee wetu shekhe Abdala Ali Emedi. Lakini mashindano haya zilihudhuria kila kada zilihudhuria katika mashindano haya. Uh, nipende kuwashukuru wadau wote ambao wamewezesha jambo hili kwa hali ya ufanisi mkubwa huu mpaka likafikia katika hali ya quality mzuri kama hii iliyoonekana. Na pia nipende kumshukuru mkurugenzi wa taasisi ya Barcelona Express kwa kuwezesha kwa kiwango kikubwa hili jambo, lakini pia nipende kuishukuru kamati yote nikishirikiana na katibu wangu Ostazi Muhammad, lakini pia nipende kuwashukuru wadau wote, kila mmoja alioshiriki katika jambo hili ah, lakini pia nipende kuvishukuru vyombo vyote vya habari ambavyo vilihudhuria katika msabaka huu, kwa sababu ya kueneza habari zetu hizi kama vile Faida Online TV na Mwenyezi Mungu awajalieni, awapeni kila mnayoyataka katika msingi mzima wa maisha yenu ya kawaida. Baada ya kumsikiliza Hassan Hassan Mnawate ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Bakwata wilaya ya Mtwara ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya tukio hilo, hapa Faida Online TV tumezungumza na Sheikh wa mkoa wa Mtwara Alhaji Jamaldin bin Salim bin Chamwe ambaye alikuwa miongoni mwa waalikwa. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wasia wangu kwa wazazi ni kuwapeleka watoto chuoni ili waka, wakapewe kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wakulie katika maadili yaliyokuwa mema. Tunalalamikwa sasa hivi mmong'onyoko wa maadili, lakini hatuwezi kukaweza kuutatua huo isipokuwa kwa watoto wetu, tukiwalea kwa mujibu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo litiwe mkazo sana sana sana. Tukiwalea watoto wa Kiislamu wakisoma Qur'ani vizuri, watakuwa kheri kheri kwa kuwe mzazi, kwa jamii na taifa kwa ujumla. Aaahaba, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa mimi naitwa Muhamadi Saidi Mushangani, ni shekhe wa mkoa wa Lindi. Hapa nilipo niko Mikindani, katika mahfali ya tahfidh lqurani lkarim. Natoa shukurani kuwahi hadhara hii ya leo iliyofanyika hapa Mikindani ndani ya ufanisi mkubwa sana, ambao Mwenyezi Mungu atupe afya njema, pamoja na wenyeji wetu waliotupokea kusimamia mambo haya ya Qur'an. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Isa Yusuf Ahmad Mtioli, ni shekhe Mtwara mjini, imamu Masjid Asfiya, lakini pia ni afisa habari katika jumuiya ya maimamu umata Shughuli hii inaizungumzia katika hali mzuri, kwa sababu imefanya mambo mazuri. Ilikuwa ni mashindano ya Qur'ani, mashindano ambayo vijana wamejitahidi. Alhamdulillah, tumeona kwa mazingira yetu tuliokuwa nayo, tunasema wamejitahidi. Nimeona mshindi wa kwanza juzo 20 kapata, ikapata laki nne pale, vijana wamepata zawadi alhamdulillah. Natakiwa tupambane, tujitahidi, tushirikiane wenye nacho washirikiane na walimu na wazazi, wajitahidi kuwahimiza wanafunzi wakishirikiana na walimu kuhakikisha kwamba jambo hili lipendeze zaidi na tuwe na maendeleo mazuri ya watoto kusomeshwa Qur'ani katika hali ya uzuri zaidi. Kwa hiyo kwa ufupi nawaomba Waislamu wote ambao wanasikia sauti hii, lazima tujitahidi kushikamana katika jambo kubwa la watoto wetu kuwasomesha Qur'ani, wawe na maadili mema na wafuate wanayoyasoma yafanane na tabia zao. Kwa hiyo hili ndio ambalo mimi nalizungumza kwa siku ya leo, wassalamu alaikum. Hakika tukio hilo limekuwa kubwa, maana tumeshuhudia mashehe mbalimbali kutoka ndani na nje ya mkoa wa Mtwara wakiwa wamehudhuria kwenye hafla hiyo na tumeshuhudia watoto wa madrasa wakisoma Qur'an tukufu, wazazi wakiwa wamefika kuwasikiliza watoto wao, huku zawadi zikiwa zimemwagika kwa watoto hao, hii yote ikihamasisha wazazi kuwapeleka watoto wao madrasa kwa ajili ya kuweza kupata elimu akhira mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, naomba niweke nukta. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.